Hii inanionyesha kwamba nia zenu ni njema, dhamira yetu ni njema, tunaombea na Mungu tunaiombea nchi yetu amani, na ndio maana mko hapa mpaka sasa hivi. Mwenyezi Mungu akulipe kila la heri, tuendelee kuhubiri. Wako wenzetu ambao bado hawajakaa kwenye mstari, kwa bahati mbaya sana, lakini tuendelee kwa kuwaombea, Mwenyezi Mungu awaweke kwenye mstari, lakini na sisi tuwakumbushe. Lipo hili jambo linalosemwa kwamba mtu alinde kura yake, mshapiga kura linda kura yake. Si sahihi. Kwa nini nasema si sahihi? Nasema si sahihi kwa sababu utaratibu wa uchaguzi umetoa fursa ya kila mgombea kuwa na wakala ndani ya kituo cha kupigia kura. Leo tunapozungumza katika vile vitu tuli wanavyoviita kuna wagombea saba basi kutakuwa na mawakala sana, kila chama kitakuwa na wakala hao, ndo ameolida kura maana wakati wa hesabu zitafunguliwa watakuwepo, aa, watahesabu tumepata ipi tumekosa ipi, mwisho atacia saini kwamba kweli baada ya kusabiwa zangu mimi zilikuwa tano au kumi au ishirini. Huyo ndio mlinzi wa kura yako, anawekwa na chama chako. Sisi Chama cha Mapinduzi tutaweka wakwetu mmoja tu katika kila kituo kile, na vyama vingine vyote vyenye wagombea wanaruhusiwa kuweka mtu mmoja kwa ajili ya kuhesabu kura zao. Huyo ndo anaelinda wewe, ambaye raia ushapiga kura. Ukakae pale ungoje wakati wa kuhesabu uingie wewe, utaleta funa na hutoruhusiwa. Na ndio maana tunasema ulinzi wa kura afanywe, iko chabueni, mawakala wazuri wakalinde kura zao, hakutokuwa na shida, hatozuiwa wakala hata mmoja. Oktoba tunatiki.